Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa anashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sana, Bwana Yesu anavyonijalia. Na wewe kama ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki. Namshukuru Mungu sana kwa nafasi nyingine tena ya kuendelea na series hii ya shule maalum ya Mungu au God's Special School, na leo kwa neema ya Mungu tunaenda kuendelea na sehemu yetu ya tano Ninaomba ukae okay, mpaka mwisho uh, tujifunze kwa pamoja, na Mungu akubariki sana. Tunaenda kujifunza mambo mazuri mazuri, amen. Basi karibu sana katika sehemu yetu ya tano au darasa letu la tano la hii series ya God's Special School, au shule maalum ya Mungu. Na leo tunaenda kuangalia sehemu nyingine au darasa lingine muhimu sana, na darasa hili kama yalivyopita madarasa ya imani, darasa la kusamehe, hili darasa ni compulsory, hauna choice. Utalipitia tu na nitaeleza sababu gani, lakini cha muhimu eh, hili darasa linaitwa darasa la uvumilivu, darasa la subira au saburi maneno hayo yote au kungojea maneno hayo yote yanafanana na yanatumiwa katika Biblia kwa hiyo kila mahali tunapoona vumilia uvumilivu subira saburi ni vitu hivyo hivyo sasa tuanze kwanza na maana yake make, saa nyingine unalijua neno unalijua tu, lakini hujawahi kukaa chini na kuangalia maana yake. Maana ya uvumilivu ni uwezo wa kuvumilia matatizo, maumivu, changamoto au kuchelewa kwa jambo Keyword, bila kulalamika au kukata tamaa Mtu wa aina hii ni mtu anaitwa sasa, ni mtu mwenye subira, ni mtu anayejizuia hasira na anaendelea kuvumilia hadi apate matokeo au mabadiliko anayotarajia. Kwa hiyo utaitwa tu wewe ni mvumilivu kama katika kusubiri kwako unasubiri bila kulalamika au kukata tamaa au bila kuwa na hasira mpaka uone mabadiliko au upate kukipokea kile ambacho unakitarajia. Kwa hiyo lazima pawe na tarajio, kitu cha muhimu. Wakati tunasubiri au tunavumilia au tunangojea, lazima tuwe na tarajio. Na neno la Mungu linatuambia nini? Katika Warumi kumi na mbili inatuambia kwa tumaini. Kwa hiyo lazima uwe na tumaini wakati una unasubiri una au unavumilia, lazima kuna tumaini. Usipokuwa na tumaini utakata tamaa tu. Lakini keyword ukifurahi katika dhiki, ukisubiri katika kusali. Kwa hiyo wewe kama Mkristo, tunachoambiwa ni kwamba wakati tunasubiri ahadi, wakati tunasubiri tunapita kipindi chenye changamoto, tunapita kipindi cha majaribu, tunatakiwa tuwe na tumaini tunafurahi tukisubiri huku tukisa, tukidumu katika kusali. In english is better. Roman 12 12 inasema rejoicing in hope patient in tribulation continuing instant in prayer. Mungu atusaidie. Sasa hili darasa kwa nini ni muhimu? Darasa hili ni muhimu kwa sababu mungu wetu yeye mwenyewe ni mvumilivu na anataka sisi tufanane na yeye na neno la mungu linatuambia hivyo katika warumi mbili nne au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake usijue ya kuwa wema wa mungu wa kuvuta upate kutubu umeona kumbe mungu anatuvumilia kwa sababu anataka kutuvuta tutubu yaani kuna kuna tarajio fulani katika uvumilivu wake amenivumilia mimi, huko zamani nilimeshatoa toa ushuhuda wangu nilivyokuaga mbishi kuokoka, nimegoma kabisa, ninaupenda ulimwengu kuliko kumpenda Mungu. Lakini Mungu akanivumilia, akaachilia wema wake, akanivuta ili niweze kutubu. Kwa hiyo na sisi hii tufanane na baba yetu, tunatakiwa tuwe na hii character hii ya ya kuwa na uvumilivu ili tufanane naye, ili na sisi tuwezi kuwavuta wengine kwa Yesu. La sivyo, je, tukiwa ni walalamishi, tukiwa ni wa hasira, tutashindwa kuwavuta wengine. Hiyo ni mojawapo, na kuna faida nyingine tutaziona. Jambo la pili, hili darasa au kuwa na uvumilivu ni alama ya upendo kwa sababu upendo una sifa kubwa moja ya kuvumilia, nayo imeandikwa katika wa, waraka wa kwanza wa Korintho sura ya kumi na tatu upendo huvumilia, mstari wa nne huo waraka wa kwanza wa Korintho sura ya kumi na tatu mstari wa nne upendo huvumilia hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari au jivunie. Lakini unaanza kwanza uvumilia. Lakini ukiangalia ni kweli jamani, mkiwa unampenda mtu unamvumilia. Upendo ukianza kwenda Dush, dush, dush, chini ndio kuvumilia, nako kunaanza kuwa kunasuasua. Kwa hiyo mara nyingi tukiona tunashindwa kuvumilia, hebu tucheki thermomita yetu ya upendo inasemaje? Kipimo chetu cha upendo kinasemaje? Kimeenda chini au vipi? Kwa hiyo tukidili na upendo tunadili na ku tutapata jawabu la, la kuvumilia kwetu. Namba tatu. Kwa nini tunatakiwa tuvumilie? Kwa sababu wakati wa Mungu sio wetu, majira ya Mungu sio wetu, na Mungu linatuambia miaka elfu moja kwetu sisi ni siku moja kwa Mungu. so you can imagine a neno la Mungu linatuambia katika Habakuki mbili, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa wa. Umeona, kumbe Mungu ana nyakati zake alizoamriwa. Oh, inaitwa set time, yani kama ni unaku, unajua ile saa yetu eh? ambao saa nyingine unaweka umeweka alarm ikuamshe saa fulani. Sasa umeiweka alarm imwamshe mtu saa 12 asubuhi, huyo mtu saa tisa alfajiri anataka ile alarm imwamshe, itakumwamshia vipi wakati saa imekuwa set kumwamshia saa 12 asubuhi? Umeona, kwa hiyo tunatakiwa tu align na muda wa Mungu. Lakini Mungu anamwambia Habakuki, anamwambia pamoja na kuwa huo muda ume ume, umekuwa set au umeamriwa hiyo njozi inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokawia, ingoje. Ndio hapo kwenye kuingojea ina maana kuwa na subira, kuwa mvumilivu, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kwa nini Mungu alikuwa anamwambia huyu mwanadamu angoje? Tutaenda kuangalia kwa nini inakuwa ngumu sana kwa mwanadamu ku, kungojea kitu. Um, kingine ambacho kinatufanya sisi E, tu tupite katika hili darasa kwa sababu uvumilivu ni muhimu kwa sababu, uvumilivu ni, moja, ni tunda la Roho ni pati ya tunda la Roho. Neno la Mungu linatuambia, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Wagalatia 5:22. Umeona kwa tunda la Roho ni moja, ndani yake kuna upendo, kuna furaha, kuna amani, kuna uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Kwa kama wewe unaongozwa na Roho umejazwa Roho Mtakatifu You are expected kuonyesha kwamba unalo hili tunda ni tunda la roho. Sababu nyingine ya ya kwa nini tunatakiwa tuwe na, na tupite hili darasa, tupite hili darasa ili kwamba tuweze kuvumilia dhiki, kwa sababu dhiki ni lazima tutaipitia. Bwana Yesu alisema katika Yohana kumi na sita hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu ulimwenguni mnayo dhiki lakini jipeni moyo jipeni moyo ndo maana yake hiyoyo subiri vumilia mimi nimeushinda ulimwengu umeona kwa sababu tuko katika ulimwengu wenye dhiki hata Bwana Yesu anajua kwa hiyo tusipoweza kuvumilia tutafanya nini tutalalamika kila siku tutanungunika kila siku tutakuwa na hasira E, tulishavizungumzia hivyo vitu vyote nilivyovitaja vinasababisha tuwe na uchungu, tuwe na kutokusamehe, na mwishowe tunaharibu nafsi zetu, tunaharibu afya zetu. Umeona sasa, tunasema kwa hebu tuangalie kwa nini hivi wa wanadamu tunakuwa tunashindwa kuvumilia, au kwa nini uvumilivu ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze Kiukweli, kama mi nakosea, naomba weka komenti yako. Mwanadamu, ili hii uvumilivu ni kitu ambacho tunajifunza as we grow up. Kuna wengine watajifunza vizuri, wengine hawatajifunza. Watajifunza vizuri hasa utakapokuja huko kwenye uokovu, na tumesema ni tunda la Roho, lazima utapita tena kwenye darasa kwa sababu sasa ile lilikuwa mwanzo, ni kama umejifunza kimwili tu, yani ni part two of, of your character. Lakini sasa kama tunda la Roho utapita kwenye issue ya kuvumilia ili, ili liweze kuonekana kama ni tunda la Roho. Lakini kiufupi ni kwamba wanadamu hatuna, hatuna uvumilivu. Muangalie mtoto mdogo aliyezaliwa leo, amezaliwa leo. kuna wale watoto yani, mama yake anampa ziwa huku mtoto ni analia, bado anaendelea kulia, hata wakati ananyonya huku analia. Uvumilivu sio, umeona? Na ukitaka kuamini um, kuna nani, tactics moja wazungu wanaitumia sana kwamba mtoto akikosa kitu unamwangalia umri wake, kama na mwaka mmoja, unamwadhibu kwa dakika moja, au miaka miwili, dakika mbili, hivyo hivyo, yani kutokana na namba ya umri wake kwa sababu kwa mtoto mtoto wa mwaka mmoja dakika moja ni kama mwaka mzima. Mtoto wa miaka miwili hivyo hivyo, dakika mbili ni nyingi sana. Kwa hiyo huwa wanawafundisha watoto kuvumilia kwa namna hiyo. Sasa hata sisi ambao tu ni wakubwa, wengi wetu inategemea na kitu, na ndio maana wengine hata wakifika mahali mahalihii, eh, kozi ni miaka gani? miaka minne minne mitano Yani, tunashangaa. Naamini kabisa kwa sababu kuna kwenye Mithali, kwenye kitabu cha Mithali, kama sio mithali ni Mhubiri, katika hivyo viwili, inasema Mungu ameweka eternity in our hearts. Kwa hiyo sisi kuna vitu tunaviona kama vile ni milele wakati sio milele. Ni mimi nitatoa mfano mmoja. Wakati nimeanza kuumwa, Mungu akanipa maono ya kwamba nitasubiri kwa miaka kati ya kumi na kumi na tano. Sikupewa sikupewa wakati, nilisikia tu sauti kiniambia kwamba omba sana, mambo haya yatafanyika kati ya miaka kumi na miaka kumi na tano. Niliona mbali, yani niliona mbali mno, umeona. Lakini imefika na miaka kumi na tano karibu inapita, lakini Mungu amefanya, amefanya katika, iko kipindi haijafika miaka 15. What I'm trying to say ni kwamba sisi ha, hatuna hatuna uwezo wa, wa kusubiri naturally. Uvumilivu naturally ni skill ambayo tunajifunza kwa hiyo lazima tupite kwenye hii nani. Sasa tunaonyesha uvumilivu katika sehemu gani? Neno la Mungu linatuambia kwanza tunatakiwa tuonyeshe uvumilivu kwa mungu mwenyewe zaburi ya ishirini na saba mstari wa kumi na nne mngoje bwana uwe hodari upige moyo konde naamu umngoje bwana umeona bwana atatungojeresha sana tutangojea tutamngojea bwana tutamngojea bwana kupata majibu ya maombi yetu tutamngojea bwana ku, eh, ku, um, tuone ahadi zake zikifanyika katika maisha yetu, tutamngojea Bwana kuisikia sauti yake make. Mara nyingine nakumbuka nilivyookoka tu mwanzoni na, na, yani nilikuwa nina bidii ya kutafuta sauti ya Bwana nijue. Kwa hiyo hata hapo ukiwa mchanga mchanga, unaweza uka, ukawa unaisikia mara kwa mara lakini, as you grow older kwenye uokovu, inaweza ikafika kipindi Mungu aka aka kidogo akakuacha ukue, akufundishe jinsi ya kumtafuta. Tutakuja tena kufanya darasa lingine la kumtafuta Bwana, lakini tutangojea hakika, tutangojea na hii ni kumgojea Bwana, lakini tumeambiwa katika Zaburi 27 tuwe hodari. Kwa hiyo unatakiwa uhodari, usikate tamaa, piga moyo konde, make a decision kwamba nataka kumsubiri Bwana na umgojee Bwana. Cha pili ambacho tunatakiwa tuonyeshe uvumilivu kuvumilia watu, tuwe na uwezo wa kuwavumilia watu, kwa sababu Mungu atatupa watu mbalimbali waliookoka na wasiokoka. Waliookoka ni kanisa, ni viungo katika Kristo kama wewe. Tumeambiwa viungo vinatakiwa vifanye kazi pamoja. Sasa usipokivumilia kiungo kingine, utafanya utafanyaje nacho kazi kwa pamoja? wasiokoka unatakiwa uwavumilie, ili kwamba uweze kuwavuta kwa Yesu kama wewe ambavyo Mungu amekuvumilia. Kwa hiyo Waefeso nne mstari wa kwanza na wa pili nasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Umeona, tena upendo na uvumilivu umekuja hapo. Kwa hiyo kama pana upendo pana uvumilivu. Tuwavumilie watu wengine kwa sababu hatuko sawa. It will never be the same. Dunia ingekuwa the most boring place kama wote tungekuwa tunafikiri pamoja, tunafanya vitu sawa, tuna yani ha, ha, mtu hana opinioni tofauti e, mtu ana behave the same way as you. Kwanza, most of the time nimeshagundwaga, ukiwa na mtu ambaye mna behave the same hamtaga, hamtaelewana <laughs> sijui ila kuagaje, yani hamwezi mkawa pamoja never. Hata kama wewe una watoto au wewe unaweza kuangalia kwenye familia yenu yule mtu ambaye mna character moja, ndio unamkuta kwamba ndio ham ham hamuelewani sana, lakini yule ambaye yuko opposite kidogo na wewe ndio anakuwa your best friend. Kwa nini? Kwa sababu we admire other people with different qualities za kwetu kuliko za kwetu, kwetu. Na most of the, kwa, kwa watu wazuri wataadmire good, good character from somebody na kui na kupatana na yule mtu. Kwa hiyo Mungu atatufundisha uvumilivu kwa kuleta watu mbalimbali mbali katika maisha yetu. Utaletewa watu wenye utata, ndugu yangu, patakuwa na watu wenye utata kwenye maisha yako ili uweze kuujenga uvumilivu au subira. Na mara nyingi kuna watu ambao watakuja temporary watakufundisha uvumilivu, alafu wanaondoka kwenye maisha yako, lakini kuna watu wa permanent ambao ni mtoto, ni ndugu, ni jamaa, ni rafiki, ni mzazi wako, ni mume wako au ni mke wako. Yuko permanent kwenye maisha yako, atakufundisha uvumilivu vizuri sana, lakini yote hiyo all things work for good for those who love God. Kwa hiyo kumbuka hiyo, kwa sababu unampenda Mungu, vitu vyote vita work together. Sehemu nyingine ya tatu ambayo tutatakiwa tuonyeshe uvumilivu ni kwenye kusubiri ahadi za Mungu. Ahadi zinahitaji uvumilivu, ahadi zote. Neno la Mungu letuambia, ili msiwe wavivu bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Imani na uvumilivu, mimi zamani nilikuwa najua na mimi kabla sijatayarisha ili somo, namshukuru Mungu amenifundisha kitu kikubwa sana katika ili somo, kwamba ahadi zinarithiwa na wale wenye imani na uvumilivu. Siku zote nafikiriaga ni watu wenye imani tundo wanarithi ahadi za Mungu. Sasa tunaambiwa tusio wavivu, umeona? Kumbe subira haihitaji uvivu, inahitaji uhodari. Tumesoma ule mstari kule, tuwe na uhodari ili tuweze kuzirithi ahadi za Mungu, ahadi zote Mungu, Mungu alizosema Um, na wewe mwenyewe unazijua ahadi ambazo unamsubiri Mungu. Kuna mwingine anamsubiri Mungu kwenye swala la mtoto, kwenye swala la uponyaji, kwenye swala la uchumi. Chochote kile unachomsubiri Mungu, unatakiwa uishike ahadi yake mojawapo kwenye Biblia, alafu uishikilie kwa subira na kwa imani. um, tunajua wote tunamsubiri Bwana wetu Yesu Kristo sasa hivi. Eh, hiyo ni ahadi ambayo tumepewa wote kama Wakristo lakini inahitaji uvumilivu inahitaji imani, imani isipungue, uvumilivu usipungue. Mimi naamini kabisa kina Petro kina Yohana, Bwana Yesu alivyoambia mimi naenda kuandalia makao ili nilipo na nyinyi mwepo, walifikiri watakuwepo na wenyewe yani Bwana Yesu atarudi wakati wao, watu waliokuwepo kanisa lile la kwanza walifikiri wa, Yesu atarudi wakati wao, hata watu waliookoka miaka ya themanini ambao wengine wameshaenda kina mzee kulola ameokoka miaka themanini ameokoka miaka sitini ameokoka miaka hamsini lakini wote walijua kwamba Bwana Yesu atarudi wakati wao lakini waliendelea kwa imani na uvumilivu kumsubiri Bwana Yesu kwa na sisi vivyo hivyo e, sehemu nyingine ambayo tunatakiwa tuonyeshe uvumilivu ni kwenye majaribu kama tulivyosoma ule mstari wa, wa, wa, Warumi kumi na mbili kumi na mbili kwa tumaini mkifurahi katika dhiki mkisubiri katika kusali, mkidumu. Kwa hiyo dhiki zozote tunazozipitia tunatakiwa tuwe na subira na uvumilivu. Na kinyume cha kutokuwa na uvumilivu ndio vile tumesema, utalalamika, wewe jamani na matatizo, mimi jamani, utakuwa na piti pati kila siku. Umeona? lakini Mungu atusaidie. Sasa watu gani ambao walifaulu katika kumsubiri Bwana, katika kusubiri ahadi za Mungu, katika kuvumilia wengine? Leo namchagua Ibrahimu Ibrahim, katika Waibrania Webrani sita inatuambia kwa maana Mungu alipompa Ibrahim ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki na kukuongeza nitakuongeza, na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Umeona, Waibrania sita mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na tano Kumbe alivumilia kuipata ile ahadi, kwa hapa tunaona alivumilia ahadi ya Mungu akapata ile ahadi. Lakini Ibrahimu vile vilevile alimvumiliaga Galutu. Mnakumbuka Lutu, wakati ule anamletea vitu na wafanyakazi wake, akamvumilia. Ikafika mahali bwana Lutu, eh, mi naona hapa mbinguni tunaweza tukashindwa kwenda, chagua upande wako na mimi upande wako, umeona. Lakini hakugombana naye hakuwa na hasira, alisubiri kwa subira kwa hiyo subir. Ibrahimu ni mfano mzuri wa mtu ambaye ali, alionyesha subira kwenye ahadi za Mungu na hata kwa watu ambao aliishi nao um, mtu aliyefeli sasa Mfalme Sauli Mfalme Sauli tunajua ist, ni historia yake kwenye waraka wa kwanza wa Samueli sura ya kumi na tatu um, Mfalme Sauli Samueli alikuwa amemwaga amemwambia, mimi alikuwa sio, anaenda wapi huko, akasema atarudi Gilgal baada ya siku saba. Ukisoma mstari wa nane mpaka wa kumi Mfalme um, Sauli akamgojea siku saba kwa kadiri ya mula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema nileteni hapa sadaka kuteketezwa na sadaka za amani, akaitoa sadaka kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa tu hiyo sadaka ya kuteketezwa kumbe Samueli akatokea, naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalia. Matokeo yake, kwa sababu alishindwa kusubiri ufalme wake ukanyang'anywa. Sauli tena akaambiwa na Samweli, kwa sababu umeshindwa kusubiri, ina maana wewe umeshindwa kutii, na kutii ni bora kuliko dhabihu ambayo ulikuwa unakimbilia kuitoa, na kwa sababu hiyo Mungu amekunyang'anya ufalme wako, amempa mtu bora kuliko wewe ambaye atatawala, ambaye ni Daudi. Kwa hiyo wapendwa, uvumilivu ni muhimu kama tulivyoona. Uvumilivu huu Um, tu, wakati tunasubiri ahadi za Mungututakuwa tuna uvumilivu. Ina maana tusipokuwa na uvumilivu, tutazikosa ahadi za Mungu. Tumemwona Ibrahimu kazipata ahadi za Mungu. Kwa hiyo asingeshindwa, angeshindwa kuwa na subira au angeshindwa kuvumilia, asingezipata zile ahadi. Umeona? Na huyu Sauli kamkosea Mungu. Uvumilivu unaweza kufanya umkosee Mungu, ukafanya kitu ambacho sicho na taktik ipo ja Shetani anayoifanyaga bwana, ili uweze kulishindwa ili darasa. Adui anachokifanya kwanza, anaweza akakuletea majibu ya haraka, jibu linalofanana na hilo ambalo unalisubiria. Si kwa mfano unasubiri una mke wa kuoa au mme wa kuolewa, watakuja wachumba wakati ndo umeanza kumwomba Mungu na mwamini Mungu kwa the right person, watakuja watu ambao sio tena, watakuja haraka, kumbe Mungu yeye anataka uendelee kusubiri. Vivyo hivyo vitu vingi tu, yani hata, yani a lot of things huwa nani inakuja hivi, alafu kingine atakukatisha tamaa, au atakuletea distraction Utaona ah, jamani, hivi kweli haya ni mapenzi ya Mungu haya. Ah, labda mapenzi ya Mungu sio, labda Mungu apendi, nife. Utaacha, utakata tamaa kumsubiri Bwana. Alafu unajua kitu cha nani hii, kusubira mara nyingi ndo kama ilivyomtokea huyu nani anaitwa Sauli. Sauli ile siku ya saba ambayo ndo ameamua kuchinja ndo the same day nani amerudi. Ni sawasawa mfano mzuri, tunaweza tukasema wakati unasubiri basi la kwenda sehemu treni usafiri aina yote. The moment umekaa nimesha choka, yani mimi nimesubiri, ile unaanza kuondoka tu basi, uliokuwa unalitaka linakuja, umeacho kwa hiyo. Wapenda Mungu atusaidie sana, tuweze kujifunza na kufaulu hii course, hili darasa la uvumilivu, ili tuweze kuzipokea ahadi za Mungu, tusiwe tusikate tamaa Tusiwe na haraka, tusilalamike, tusinungunike, tumngojee Bwana kwa uhodari, naye Bwana atafanya, kwa sababu yeye ni mwaminifu katika ahadi zake. Kwa hiyo, mimi ngoja ni share hapa kwa leo. Ninaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like, and comment, weka komenti zako hapa kama kuna kitu chochote kuhusu uvumilivu ambacho sijakiongelea. Mungu akubariki sana. Amen.